Watoto walifariki watatu. Nina watoto kuanzia sasa hivi watoto mia moja na tatu sabini, sarasini, na mimba mbili. wajukuu sabini watukuu thalathini na nne. Hapa ni nyumbani kwa mke wa pili wa mzee Magauni ambapo kwa mujibu wa mzee huyu kila mke ana eneo lake la kuishi. Familia hukutana kwenye matukio maalum pekee, ikiwa wake zake wengine wanaishi katika mikoa ya Morogoro, Mtwara na Ruvuma na Rukwa ndiko makao makuu ya familia. Mzee Magauni ambaye ni mfugaji na mkulima pia anaishi nje ya kijiji cha Ntantumbila umbali kama Yeo, wa kama kilomita saba hivi. Yeye huoa wake zake wakiwa angalio mabinti wadogo. Na huyu hapa ni Tatu Tamula ambaye ni mke wa sita wa mzee huyu. Na huyu hapa ni mwana Masanja ambaye ni mke wa saba wa mzee huyu. Kuwachumbia nyumbani kwao kwa baba zao. Natoa mali ya baba yangu wakiwa wasichana wadogo anakuja analelewa na mke wangu mkubwa mpaka anafika kiasi cha ja kusema kwamba tayari umri umefika kuolewa, ndio namuoa. Akizaa hata mtoto mmoja, naoa tena hapa baada mdogo. Kutokana na wingi wa familia hii ambapo hata siku ya kliniki kulazimika kuwaita wataalamu wa afya kuja kuwapima watoto wake kwenye mmoja ya mji wa mzee huyu. Nikamuuliza mzee, mzee Magauni, anawezaje kuwalisha na kuwasomesha watoto wake kutokana na wingi wao? Kwa kweli mheshimiwa, mimi watu, wa, wake zangu wote nilisha wapa miji, kila huyo analima na kulisha familia yake na watoto wake na wajukuu wake mimi ni kuwatembelea kuwaona, kuwataka hali na kuwaongezea maamuri kuwa kwana, ongezeni kazi, wanaongeza nao, kila huyo ana mbuzi zake ana ng'ombe zake ana mashamba yake na pulau zake. Kila mwanamke hana pa kubabaika. Wengine wako Boswana, ni madaktari, wengine yuko Mwanza, wengine wako Tabora, wengine Masasi, wana kazi za serikali, tunalimaga, tunakula sisi wenyewe, tunasaza vizuri tu, najisikia vizuri na vizu. uh -huh. Nitasoma mpaka niwe nesi. Watoto mia moja na tatu, kwa kufahamu majina yao ni kazi ngumu sana. Vipi kwa mzee huyu? Nawafahamu kwa majina kwa kupitia, akipiga hata simu namuuliza, ni nani huyo? Anasema yeye jina lake, namjua kwamba ni mtoto wa mama fulani, anayemfuata fulani, wakubwa na wajua Familia hii ni mtihani katika maisha ya sasa ambayo wengi huishia kwa mke mmoja, iweje yeye mzee Magauni umiliki lundu la wanawake? Hii ndio historia ya mzee Magauni na familia yake kubwa aliyonayo, wanawake 14, lakini watoto 103, ikiwa wanawake wake zake wawili wakiwa bado angali wajawazito. Lakini anasema kwamba bado safari haijaishia hapa, yeye bado anatamani kuwa na wanawake angalau 30 au 31 huko mbeleni. Mimi ni Sami Kisika. Hadi wikendi. <tune> <tune>